Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na, na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho, ninachopoa natarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya wakubwa vinatajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Rindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kigoma, maeneo ya Ziwa Victoria, pwani ya kaskazini pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia maeneo haya yatajua kwa na hali ya mwangu kiasi na ukavu kwa ujumla. Na kwa hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa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 mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, mvua zinatarajiwa. Dodoma, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, mvua na ngurumo mvua pamoja na mvua nyepesi zinatarajiwa. Mbeya, mvua na ngurumo mvua pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Arusha, mvua na ngurumo mvua pamoja na mvua nyepesi zinatarajiwa na kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutana hapo kesho, mda wakati kama huu.